Jumapili alasiri safari ya kuelekea katika eneo la Adams katika barabara ya Ngong. Maafisa wa usalama wakiandamana na wanahabari wanafika katika jumba hili ambalo ukitazama kwa nje utafikiri tu ni makao ya kawaida ya watu. Usilojua ni kwa eneo hili ambalo lina sehemu fulani ya burudani ambapo washiriki wa mvinyo hupata kushiriki, pia lina wanawake wanaoendeleza biashara ya ukahaba. Moja baada ya mwingine walichana mbuga punde tu walipoona kamera za wanahabari. Wasilojua ni kuwa mbio za sakafuni ushia ukingoni na siku yao ya arobaini ilikuwa imewadia. Wateja wao wakishangazwa na matukio hayo, wasijue la kufanya operesheni ikielekea katika vyumba ambavyo inadaiwa biashara hiyo huendelea. Nguo hizi pamoja na mafuta haya ni dhihirisho kuwa kuna wale wanaoishi katika eneo hili. Mwisho, wanawake 13 wakikamatwa kwa tuhuma za kujihusisha na ukahaba. Ingawa hatukuweza kubaini umri wao, walionekana kuwa kati ya miaka ishirini na thelathini wengine wakionekana kujitetea na hata kwa kila namna. Mwanamume huyu aliyedai kuwa alikuwa ameleta mteja wake katika eneo hili hakujizuia na kuangua kilio. <tuhi> <tuhi> washukiwa hao wanazuiliwa katika kituo cha polisi cha Mudhangari. Gatete Njoroge, Citizen Nipashe.